Mahinyila ni wakili wa mahakama kuu na mahakama zilizo chini yake. Lakini pia eh, mi ni mwenyekiti wa baraza la vijana wa CHADEMA taifa tunaitwa BAVICHA. Sasa eh, naweza labda nikatoa ufafanuzi wa masuala kadhaa ambayo umeniuliza. Eh, eh, jambo la kwanza la kuhusu kukamatwa kwa makamu mwenyekiti wa chama kama mmeona taarifa e, ya chama kupitia mkurugenzi wa habari, ni sahihi kwamba ni kweli e, makamu mwenyekiti wa chama John Heche alikamatwa siku ya jana hapa mahakamani na e, kurugenzi ya sheria ikiongozwa na mkurugenzi wa sheria e, wakili Gaston Gelbindi. Mara baada ya kufika Central Police waliambiwa kwamba e, hapa Dar es Salaam hawana mashtaka yote yanayomhusu, akasafirishwa kupelekwa Tarime. Ndio maelezo ambayo yalisemwa kwenye ofisi ya ZDCO e, kanda maalum ya Dar es Salaam. Sasa mpaka leo, mpaka muda huu tunapozungumza, mawakili wetu walioko Tarime na viongozi wa chama wa mkoa wa Mara na walioko Tarime wameenda kwenye vituo mbalimbali mbali vya polisi eh. Kifupi, makamu mwenyekiti eh, wa Chadema John Heche eh, hajafika huko Tarime wala Mara kwa mpaka sasa. Hatufahamu kwamba eh, eh, makamu mwenyekiti wa chama John Heche yuko wapi. Eh, sasa sisi kama vijana wa Chadema na kama baraza la vijana tutoe wito yukulisi, kwa jeshi la polisi kwamba kwa sasa dunia ina maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia. Unapochelewa kutoa taarifa ya jambo linalomhusu kiongozi mkubwa wa chama cha siasa kama John Heche, kwa sababu John Heche kwa sisi wengine maoni yetu ni kwamba eh, ni kiongozi ambaye anaongoza chama ambacho kina wapenzi we, wengi kuliko chama kingine chochote kwenye taifa hili. Kwa hiyo, zinapochelewa kutolewa taarifa za kuhusu kiongozi wa namna hii yuko wapi, maana yake eh, mamlaka zinaacha gepu za akitokea, mtu yoyote iwe kwenye mitandao ya kijamii au mahali kingine kokote, akisema lolote, ni rahisi we, watu kulikurupukia na kuliamini. O, ni wito wetu sisi kama vijana e, wa Chadema kwa jeshi la polisi, mpaka muda huu walipaswa kuwa wametoa e, taarifa rasmi ya kwamba wanamshikilia makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche, wapi yupo, kituo gani cha polisi wanamshikilia kwa makosa gani, na watampeleka mahakamani lini? Sasa taarifa zote hizi hatunazo, chama hakina E, ndugu wa makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche hawana na hakuna mtu yeyote anayejua kwamba kwa sasa kiongozi wetu wa chama yuko wapi. Sasa na wao kutokufanya mambo haya, maana yake wanatengeneza sintofu e, sintofahamu kwenye jamii ambayo sio ya lazima, kwa sababu wao kama wamemkamata John Heche na wanaamini ana makosa ameyafanya, walipaswa kusema tu tunamshikilia John Heche yuko mahali fulani kwa kosa moja mbili tatu, pengine hiyo ingewafanya e, wapenzi na vijana wa Chadema e, Tanzania nzima E, kutokuwa na hiyo sintofahamu ambayo kadri muda unavyozidi kwenda inaendelea kutengenezeka. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo naweza pia nalinyeni nikatolea ufafanuzi, kama mnafahamu pia, jana tulikuwa hapa tunaendelea na kesi inayomkabili makamu mwenyekiti wa chama wachama e, yupo kijana ambaye ni mteja ofisini kwetu, pamoja na mambo mengine huwa tunatoa msaada wa kisheria kwa watu mbalimbali ambao wana shida za kisheria, naitwa e, Gido Mbele, ambaye pia eh, ni mwenyekiti wa Bavicha jimbo la Kawe na eh, kwa sisi mahusiano yetu kwa maana ya mawakili na pale ofisini kwetu, hatakuwa na mahusiano yoyote ya kuhusiana na, na masuala ya kisiasa. Alikuwa ni mteja, alikuwa na ma mashauri yake kwenye mahakama ya kazi, kwa alikuwa na, anapewa msaada wa kisheria ofisini kwetu. Kwa wakati tuko hapa mahakamani, ni taarifa ambazo mimi nilipewa na baadhi ya mawakili ambao wako pale ofisini kwamba wapo watu walivamia ofisini mara baada tu ya huyo Gidombele kuingia ofisini muda huo kwenda kushughulikia E, mambo yake ambayo alikuwa nayo pale ofisini walivamia watu ambao hawajulikani kina kina nani, wakiwa na silaha za moto, wakamchukua na kutokomea naye kusikojulikana. Hilo nalo pia e, tume e, e, viongozi mbalimbali wa chama jimbo la Kawe, lakini pia na ndugu zake na Gido wamefika vituo mbalimbali vya polisi kufuatilia kama kweli anashikiliwa na jeshi la polisi. Mpaka sasa hatujajua yu pia e, yuko wapi? Mimi nitumie fursa hii kama mwenyekiti wa baraza la vijana wa Chadema taifa e kulitaka pia jeshi la polisi kwamba matukio haya kila siku ya Mungu ya vijana e, mbalimbali sio tu wa Chadema na vijana wengine wenye itikadi nyingine tofauti tofauti huonekanika kama be, be, be, wametekwa na wamepotea mambo haya wanapaswa pia kuyachukulia hatua na yanapaswa kukoma kwenye, kwenye taifa letu. kwa Nafikiri huo ni ufafanuzi wa baadhi ya hayo mambo, na kama kuna taarifa yoyote tutaipokea kama nilivyosema. Eh, siku ya jana mkurugenzi wa sheria wa chama mara baada ya makamu mwingine kuchukuliwa hapa alienda paka